Brafe na mtangazaji Mwijaku hajaacha kutushauri tusome ili tuweze kupata pesa, lakini kitu ambacho amekifanya hapo ni kuweza kushoo zile mani ambazo iko nazo. Of course ameweza kuonesha kama ulivyoona ambayo nimekokea hapo mwanzo ni kibunda cha dola na si fedha za Kitanzania, na katika mwaneno ambaye alikuwa akiyazungumza kama ulivyomsikia hapo, alikuwa au alikuwa anamtambia Chef ff kwamba ana pesa zaidi yake, so of amempa vitisho na kumwambia kwamba aache kukimbia kimbia barabarani kwa sababu chief god Love wiki iliyopita aliweza kufanya challenge ile ambayo alifanya Harmonize, ile ya kukimbia huku gari zake zikiwa nyuma zinamzunguka, akiwa na yeye yuko mbele, gari zipo nyuma. Lakini mwijako alichokuwa akizungumza hapo bwana ni hicho ambacho nimekwambia. So ameonyesha hizo fedha ambazo mwijako yuko nazo. Lakini kwa upande wa chief god Love bwana, na yeye kwa sifa yeye pia hayuko nyuma kwa namna yake, na yeye ameweza kuonyesha kitu ambacho yuko nacho. So ameweza kumuita mwijako nyumba, ameweza kumuita mwijako akakaa meza moja takwekea video yao ambayo wako pamoja wakitambiana kuhusu zile fedha ambazo wako nazo. Lakini kitu kikubwa ambacho Chief Godlove ameenda kukisema huko mbele na amemtambia pia Mwijaku kwamba Mwijaku bado ni mchanga sana kwenye hizo ishu za kuonesha pesa na nini, magari ufahari, mali na kitu kama hicho. Lakini Mwijaku baada ya kufika kule akageuka tena na yeye kuwa chawa, kwanza kutaka fedha za Godi, fedha za Chief Godlove. So of course natamani kuache video ambayo wako wote wawili wakizungumza. Mwijaku nimeona video yako eti, Chief Godlove, hata kuzunguka na magari barabarani, yeah. Sijui mimi sasa hivi natumia dola nini? mm. Nimeona shiti zako, watu wamenitumia wengi, sasa leo nimekuita. Mimi nimepokea ujumbe wako uh -huh. uh -huh. na mimi nakushauri njoo huku kwetu, onyesha dola, hata kukimbia barabarani matajiri okay. Hatukimbii barabarani chief, mi nishavuka huko mi okay. Maisha yangu sasa hivi ni maisha ghali chief uh -huh. Mi na hela Mwijaku wa mwaka jana, mwaka juzi sio huyu. Chief, mimi nina hela. Moja hapo wewe, kitu gani unafanya mimi siwezi kufanya? Kitu gani? Hapana nakwambia kweli. Mimi nina hela. Kwa hiyo kabla kitu ambacho mimi nafanya wewe uweze. Yaani wewe kitu gani cha hela mimi mfanye? Mimi nina dola nimeocha toa dola. Mimi nina madola nimekuonyesha. Haya, unaweza okay, ukaenda ukachukua mchele wa kila pure bread ukagawa kwa wenye wakina mama kama nilivyofanya pale bia. Unafanya bia? Eh. Uliita kina mama nimeona pale. Ma. Sasa mimi na muendelea mwezi wa Ramadhani, nawaita watu wanaishi katika mazingira magumu na tafuta mchele na wapa. Sema kingine janya wanzfanyadoaaheana yaani, kuna vitu mimi nafanya wewe uvisubutu. Haya, mi nimeingia Mlimani city pale, nikafunga na supermarket watoto yatima mia na hamsini, nikawambia wachagua wanachotaka sasa. Mimi siwezi kufanya hivyo, hizo ni okay. sifa

Mimi safe made unatakiwa ujue. Ula, Mimu, siwa, mimi nimejitafutia. Huu utajiri wangu. Mimi mimi nimejitafutia na gana gana kuitafuta. Huu ni utajiri sio wa polisi wala wa kukopa. Sasa mimi nimelisinani nani? Mimi nimetoka Kigoma zangu kwa Kigoma kazura mimba. Mimi sina baba sio tajiri. Mimi kwetu ndio wasema tunai kijana tajiri Dar es Salaam mimi hapo. Ah. Uh -huh. Mujako. Hmm. Una uwezo ukaenda kwenu ukapokelewa na kile kijiji kama ulichopokelewa na ukachinja ng'ombe 100 wananchi wale bure. Watu wameacha. Siwezi kufanya. Kafara siwezi kufanya. Watu wamekula wameacha. Kafara siwezi kufanya. Kafara sifanyiki. Hili jamaa hili. Kafara sifanyiki. Serious. Sifanyiki. Kwa hiyo wewe una hela kunizidi mimi. Mimi nina hela Chief Godlove. Ehe. Mbona unaongea, mbona unapunguza sauti? Mimi nina hela. Kwa sauti pesa ninayo. Na mimi ndiye madola Chief Godlove. Na kwa Tanzania siri wewe hutaki. Unasemaje? <coughs> <coughs>

Nahitaji msaada na huruma kutoka kwako. Wewe. Wewe ndio wewe. Mimi <laughs> ni maskini. Wewe ndio umekoka. Hapana. Hapana, tulikuwa tunaigiza. Mimi nishindane na wewe, nitakuwa mpumbavu, sina akili. Mimi. Kijana mimi mimi nishindane na wewe. Mimi mimi mimi. Ni maigizo. Usichukie kwenye maigizo. Natakiwa niigize, nawasha kamera, naigiza. Hela nitoe wapi mimi? Wa mavumbini. Na mambo utarudi. Nitarudi. Yaani nimeigiza, nimewasha kamera, nimeigiza, nimemaliza, nimerudi hapa. Twende Serena. Twende ndugu yangu kwa maana kabisa. Kabisa. Kwa hiyo wewe ni tajiri. Ndugu zangu niko. Mwijaku ndugu yangu. Alafu kitu ambacho watu hamjui kuhusu Mwijaku. Kuna watu Mwijaku wao wanakuchukulia kama fara. Yaani ili ili ili. Tena waambie wape elimu. Yaani ili ufanikiwe, kuna muda unatakiwa ujichomoe nati kabisa, unazima da dada. Yani, jichomoe nati alafu ujifanye kichaa, ili watu wakuone kichaa, alafu wewe mambo yako yanaenda. Mfano mimi kuna watu wananichukulia poa poa kidogo, wananichukulia fala, na waangalia nasema, okay, nichukulie hivi hivi mnavyonichukulia, as long as mimi. Lakin, napata hela. nimeona amebadilika well. watu wengi watu wengi mimi naingia mtandao wa X, alafu watu wengi tunakuwa tunamchukulia poa Chief Godlove na unasema hivi, nati zimeanza kutukaza sasa. Wewe ulikuwa unakaa na demu yako, unaonyesha huyu naye huyu naye wakati wao naishi yani yeah. eh. Sasa hivi demu yako anakuonyesha, tazama ile gari bebe. Yaani demu yake ambaye alikuwa anakuvudia kio, anakuonyesha gari ile, tazama ile gari bebe. Sasa jamaa inabidi arudi, kumbe jamaa ana kazi huyu. Yani sasa hivi ndio jamaa anarudi, anamwenza demu yake, jamaa ana kazi huyu jamaa, kumbe yuko kumbe mambo yanayo. Sasa madem wanawake zao sasa hivi wanaanza ku like na kuchukua picha zako, ah, anaweka kwenye profile. Yani mimi watu wananichukia, alafu mke wake ameniweka status una maliza maliza kajili maliza lite ah huyo Chief Godlove, mnatumia mimba sisi, maliza. Ndugu yangu wewe tumia mpira usiende kafukaza. Mpox isikupate. Sema, jaji ana mpox yeye kweli? Mimi mnyenyekevu kwako. Sisi ni wa mavumbi na mavumbi tunarejea. Mimi mnyenyekevu kwako. Wewe, ah, nipo na tajiri yangu hapa, Chief Godlove. Yaani mimi sijui nifanyaje. Kuna mtu ana comment anasema analipwa ndogo. Toa siri ya mwisho mnasema kamaliza. Huyu wapumbavu, hamna akili, wapumbavu. Ni ni kweli e, hiyo hela ndiyo ile kwa mfukoni? Nyi wapumbavu, wanasema ile ukwepo ndiyo ile ile. Waonyeshe hamsini tu. Story nyingi, hamsini tu. Sasa waonyeshe.

la mbaili mtume demu wako aje, akishapewa demu wako afu tutajua demu wako anakuletea shilingi ngapi, kama hajapunguza